Mashindano ya ni katika ile siku tu ambayo moja kwa moja mambo haya yanakwenda kujulikana. Sasa ni yapi ambayo wamedhamiria katika huu msimu wa pili? Mwenzangu ni Othman Hasan Othman, lakini kam kamera yupo mwenzetu Saidi Abdallah mwana wa Chembea, injinia huyu, lakini pamoja naye Almubajali ambao tuko hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakuja. Kazi. Alhamdulillah ni njema kwa faida ya, ya msikilizaji na mtazamaji uh, tutajia majina pamoja na cheo. Mimi naitwa, na kwenye taasisi ya Riziki Lulida Foundation mimi ni CEO yani msemaji wa taasisi. Sawa sawa. Uh, kwenye taasisi hii uh, msikilizaji na mtazamaji hapa anataka kutambua kwamba taasisi hii ambaye yeye eh, alikuwa ni mbunge viti maalum kwa uteuzi wa Mheshimiwa Rais sisi malengo yetu makubwa ya hii pamoja na maendeleo kwa ujumla e, mfano kama sasa hivi tunaanzisha ili swala la e, tahfidhul Qur'an kwa watu wenye ulemavu duniani, hiki kitu ni adimu. kwa naweza nikalihifadhi jina lake, alisema nilikuwa siamini kama kweli mlemavu, especially kama wa macho, anaweza akahifadhi Qur'an, wakati sisi wengine ni wa Sawa sawa, mashindano haya mpaka hivi sasa, labda tu utudokeze, kwa sababu tunafahamu mwaka uliopita, mlipita katika mikoa mbalimbali ilileta washiriki na tukafanya mchujo kupata ile krimu. lakini mwaka huu kidogo tumebadilisha, mwaka huu kila mkoa utafanya mpanga vipi kuhakikisha kwamba labda hakuna upendeleo wa mtu fulani kuja pasi na kuzingatia uwezo eh, kule tuna wawakilishi ambao tumewaamini kwamba wao naangusha wao wenyewe kwa sababu watakutana na mikoa mingine iliyofanya uadilifu, italeta wale ambao ni cream best kabisa. Ina maana kwamba watachukua eh, nafasi wao sasa kwa mwaka huu. Uh, na vipi kwa upande, ni kipi ambacho itakuwa kama motisha kwao, kama zawadi kwa washiriki wa mwaka huu? Kwa washiriki wa mwaka huu napenda ni fiche kidogo pa, kwanza uh, kwenye upande wa haya mashindano ambayo kwamba nyinyi mnayanda, tunafahamu kwamba katika mashindano mbalimbali huwa wanazingatia vigezo vya umri. Kundi ambalo tunalo ni kundi maalum. Kwa sasa hivi bado hatujaanza kuwa strictly kwenye swala zima la umri tofauti, kwamba tutaweka mipango ya baadaye, mashindano ya wa watoto wadogo chini ya umri wa miaka kumi na nane na pia tutakuwa na zaidi ya umri wa miaka diati. na kusudia kwamba katika taasisi nyingi za dini huwa zina changamoto mbalimbali eh. Kwa upande wa taasisi yenu nyinyi, mnakumbana na changamoto gani katika jambo hili? Kwa kweli, changamoto ziko nyingi, ni nyingi mno. Mfano, changamoto kubwa tunayokutana nayo sisi eh, kwanza kifedha, kwa sababu jamii ukiambia mtu mwenye ulemavu wa masikipotaka watusaidie kwenye donation inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo tunaendesha kwa kujibana sisi kwa sisi, kwa hiyo changamoto hiyo tunayo, na pia kutoshikwa mkono. Kwa hivyo pia kwa kupitia nafasi hii ningeweza kuomba jamii kwa ujumla ya Watanzania na wasio kwa Tanzania watushike mkono katika hili kwa sababu sisi tunasimamia Qurani na alquran, kalamullahi taala Naam. Shukrani sana kwa upande wa hao walemavu ambao nyinyi e, mmejikita kabisa, ni walemavu wa aina zote, walemavu wote, hatuna kwamba kategori kwamba mlemavu wa hiki ama wa hiki maana wanaingia mpaka wenye ulemavu wa viungo vya kawaida tu, labda mguu ama mkono, e, pia nae ni mlemavu huyo. Asante sana. Asante sana. Ah, kwa upande wako asante sana, nataka tu kujua kwamba madrasa zina changamoto nyingi sana, na wakati mwingine kishiriki kila mwaka kutoka maeneo tofauti tofauti wanakuwa wanawezeshwa e, ili wa kazi yao waweze kuifanya kwa urahisi zaidi na wala si kwa ugumu. Nashukuru. Eh, sisi kama taasisi tumechukua, mmeipata, mmeshaipeleka ama ndo mnatarajia kuifikisha kwa walengwa? Tunatarajia kuifikisha kwa walengwa, ila tayari tunayo mkononi na bado tunaendelea kutafuta kwa wadau mbalimbali, uwezo wa kutusaidia hata hivyo viti mwendo kutupatia na kuweza kuvifikisha kwa, eh, watu mbalimbali mbali. Mfano mwaka jana za alitoka Tanga, naomba jina lake nilihifadhi kidogo, tulimpatia zawadi ya pikipiki piki bajaji pikipiki piki ya magurudumu matatu, sisi kama taasisi tulikumfikishia. Na pia tutakuwa wachoyo sana wafadhila tusipo mshukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mkinga, yule bwana aliguswa na hili jambo akafika viongozi wengine kama huyu mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mkinga, yeye aliguswa pale pale, naye pia alitoa kitimwendo katika mambo haya ya kheri. Hili jambo halina dini, sio la Uislamu wala Ukristo wala dini gani wala udini gani, hawa wote ni jamii moja, kwa hivyo shaka kabisa na sio lazima sana ukilete kwetu, hapana. Sisi ni kama mfano, anza mwenye na jamii yako huko huko. Ukitaka kushirikiana nasi, basi karibu, mlango wetu si uko wazi? Sawa sawa. Um, mwaka uliopita mli, mliweza kushirikisha mikoa mingapi hasa, ama washiriki walitoka katika mikoa mingapi na vipi kwa mwaka huu? Tunataka kujua pia juu ya hili, asante. Mwaka jana ndio mwaka wetu wa kwanza E, tulikuwa na ahadi ya mikoa kumi na moja lakini kwa bahati mbaya washiriki hawakufika wa mikoa hiyo yote. Tuko Tanzania nzima, yani bara na visiwani, na mwaka huu tumepanua wigo kidogo, na hata mwaka huu tunategemea kupata. Washindi wa kwanza walitoka bara mkoa wa Tanga, mshindi wa pili na watatu walitoka visiwani zawadi zao kule na baadhi ya wa washindi wengine ambao tunategemea kupata washiriki kutoka mpaka Songea na Mwenyezi Mungu akipenda, baada ya wiki mbili tatu, binafsi na safari ya kwenda mpaka Nyasa. Mwaka huu, tunategemea, eh, kuwa zaidi ya mikoa hiyo kumi na moja eh, kwa sababu mpaka sasa hivi eh, mikoa ambayo iliyothibitisha ni mikoa mifukoni mwetu tu ili kuweza kufikia e, jamii mbali, mbalimbali. Sasa so, so. Uh, tuna mwaka uliopita uh, katika mashindano ya kwanza. Usiwe kuingia kwee kinyang'anyiro ama yeye ndio uh, basi atabaki kuwa ndugu mtazamaji kama sio msikilizaji. Hapana. Sisi aliyeshinda kwa jamii kushirikiana sisi pamoja na kutowatenga walemavu, kwani wao ni katika sisi ila jamii pia tusiwatenge na. Na labda la mwisho pia e, tunafundishwa ama tumeshafundishwa wanasema kwamba la miyashkuri nasa la yashkuri ta, ili kuweza kumfikishia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mwaka jana ka mkono na pia tunamuomba asituache kutushika mkono. Hii ni jamii yake na hawa ni watu wake, na yeye ni kiongozi wetu, tunamtegemea tunamwamini. Kwa hivyo katika haya isipokuwa tu eh, tunatoa ukumbusho, ukumbusho kwa jamii kwa ujumla eh, kwamba chochote ambia katika suratul Israa, bismillahirrahmanirrahim, anasema wakullinsan alzamnahu twairahu fi unukik wanukhriju lahu, ama kitabu hiko atatolewa siku hiyo ya hukmu ama siku ya kiyama, eh, kitakuwa kimeshafunguliwa ataambiwa Mwenyezi Mungu, ambayo yapo katika Qur'an katika suratul Isra, ama wengine tunaita, tunaita, tunaita, tunaita, tunaita, tunaita bani Israel kwa wale wasomaji ni sura ambayo ipo katikati ya msahafu kwa maana huku juzu kumi na tano huku juzu kumi na tano. Kwa hiyo tunaitaga sura basi inaitwa subhana. Naam. Shukran sana, tukushukuru sana, asante sana, karibu, asante sana. Msikilizaji na mtazamaji wa Nuur FM, uh, lakini ambayo unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu na mitandao yetu ya kijamii uh, kama Facebook pamoja na Instagram uh, tulikuwa naye uh, CEO wa taasisi hii ya Riziki Lulida Foundation ambao wao, uh, tupo leo katika ukumbi wa PSSF hapa jijini Dodoma katika uzinduzi wa mashindano ya kusoma Qur'an tukufu kwa wenye ulemavu ambayo yanatarajiwa kufanyika msimu wa pili mwaka huu uh, hujatuambia eh, kidogo tukumbushe, kwamba ni mwezi gani hasa yanatarajiwa kufanyika mashindano haya? Asante uh, tunategemea kufanya Disemba hii, kidogo ratiba ilivurugika kwa mambo haya na pale lakini, wallahi alhamd, tunategemea wiki ya mwisho ya mwezi Disemba. Wategemee Watanzania kuja kuona maajabu ya Qur'an. Asante sana.

Msikilizaji na mtazamaji uh, nipo na mwenzangu uh, uh, mwalimu wangu Othman, Hassan Hassan Othman, kuhakikisha kwamba matangazo haya hivi sasa, tutaongea na watu tofauti tofauti waliopo hapa ukumbini uh, tuweze kujua kuna viongozi wa vyama vya wenye ulemavu uh, lakini jambo la kufurahisha zaidi uh, mbele yangu hapa anaonekana mkalimani wa lugha uh, za alama ambaye anajaribu kuwatafsiria wale ambao wenye changamoto hiyo na kuweza kupata kile ambacho kinachozungumzwa hapa ukumbini. Nikukumbushe tu kwamba e, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Umi Hamisi Deriananga, yeye ni naibu waziri ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera bunge, uratibu na wenye ulemavu. Lakini mgeni maalum ni Alhaji Jabir Shekimweli, yeye ni mkuu wa wilaya ya Dodoma ambaye ageni